Mungu alinipa jukumu juu ya mwanamke, akanipa jukumu moja juu ya mwanamke. Na katika jukumu hili Mungu aliniambia mwambie yule mwanamke atubu, lakini pia akaniambiaje? Akaniambia asipokuamini ataenda pale. Nikaangalia pale ambapo ninapoambiwa pale, nikakuta liko giza kubwa kuliko lile alilokuwepo yule mwanamke, nikakuta giza kubwa kuliko lile alilokuwepo yule mwanamke. Nitaliambia nini kanisa? Nitazungumza maneno gani ili wanielewe, kwa sababu watu hawa wamesoma kwa habari ya Bibilia, wanaelewa kila kitu. Nitawaambia kitu gani? Yako maneno gani nitakayowaambia? Kwa sababu Bibilia sina, nimeiacha kanisani. Unisikie, ni swali la msingi sana ambalo Roho Mtakatifu alimtengenezea ndani yake Mungu ameweka kitu ndani yetu ili kusudi kuweza kuleta uamsho ndani ya kanisa la Mungu, lipate kuelewa lipate kujitambua na lipate kujua nini lifanye katika kumwelekea yeye. Malengo yetu katika huduma hii malengo yetu katika, katika ujumbe huu ni kuhakikisha kanisa linajitambua. Bwana Yesu asifiwe sana, basi Napenda kurudia kurudia jambo moja, kulingana na komenti za watu wengi walivyo komenti, walivyoelewa wameelewa, wengine ujumbe huu unamuhusu Rais Samia Suluhu, wengine wameelewa hivyo, lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu, Mungu katika ujumbe huu hajamuhusisha Rais Samia Suruhu. Naomba usipindishe usipindishe ujumbe, kwa sababu ukipindisha ujumbe, ujumbe utashindwa kufika sehemu husika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ana shida na kanisa la kwake. Katika ujumbe huu, Mungu ana shida na kanisa la kwake, na wala hana shida na mtu mmoja, bali ana shida na kanisa la kwake na unapoyaona haya mtu wa Mungu ndo ujue ya kwamba kanisa la Mungu limepotea, limepotea, limeinama kabisa. Nataka nikutahadharishe jambo hili na kutahadharisha jambo hili. Mungu katika ujumbe huu amezungumzia kuhusu habari ya kanisa lake la ili kusudi lipate kujitambua na kumrudia yeye. Kanisa la kwanza ilikuwa inafanya nini kwa sababu ni maombi ya toba? Maombolezo yanafanywa kwa njia gani? Kwa sababu tunaona maombolezo ya watu wa sasa hivi, watu wanatangaza maombi lakini bado hawana tofauti, hatuoni tofauti yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana, ndo tukaona kabisa ya kwamba sasa hivi kanisa liko kisanii, kanisa la leo liko kisanii. Hatujafanya yani, hatufanyi kile ambacho kanisa la mungu linapaswa kufanya Bwana Yesu asifiwe. Tunajua tunapoingia katika maombolezo ni maombolezo kweli. Kanisa la kwanza ilikuwa navaa magunia, tukiangalia katika habari za gano la kale, agano la kale watu walikuwa wanavaa magunia, wanaingia kwenye maombolezo, walikuwa wanajipaka ma, ma, majivu, wanaingia kwenye maombolezo. Lakini sasa hivi watu tunaingia kwenye maombolezo wakati tumechomekea, tumevaa suti na unatangaza maombi ya siku thelathini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia maombi yale hayajaishia hapo, napenda kuyazungumzia kwa sababu ni mambo ya maana, ndio maana ninayarudia rudia sana, ni mambo ya maana na ni ya maana kabisa, sio swala la kubeza, bali ni swala la maana, bila kujali dini yako, bila kujali wewe ni mtu wa namna gani, bila kujali, haina cha mchungaji, haina cha kwamba wewe ni mshirika, ni mshirika tu wa kawaida, linatuhusu sisi sote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni swala la watu wote, kwa hiyo tunapaswa kwenda ku, mbele za Mungu kuendelea kumwomba Mungu kila itwapo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alinipa jukumu juu ya mwanamke, akanipa jukumu moja juu ya mwanamke, na katika jukumu hili Mungu aliniambia, mwambie yule mwanamke atubu. Lakini pia akaniambiaje? Akaniambia asipokuamini ataenda pale. Nikaangalia pale ambapo ninapoambiwa pale, nikakuta liko giza kubwa kuliko lile alilokuwepo yule mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana, nikakuta giza kubwa kuliko lile alilokuwepo yule mwanamke. Mungu alilazimika tena kuniletea kunile, kuniletea kama skrini mbele yangu. Aliponiletea ile kama skrini mbele yangu, akanionyesha jinsi ya watu wengi. Nikaona watu wengi wengi sana wako katika hali ya utumwa wako katika hali ya utumwa, wanapelekeshwa, wanateseka, wanateseka sana. Lakini walikuwepo watu ambao walikuwa wamejipanga, walikuwa wameshikilia mafimbo, mijeledi walikuwa nayo, wakiwatumikisha wale watu, lakini nikasikia neno ndani yangu linaniambia ya kwamba akipatikana mmoja mwenye nguvu, hakika hawa hawana nguvu, hawa walioshikilia mafimbo hawana nguvu. Akipatikana mmoja tu wa kuinuka pale aka, aka, asikubaliane nao, hakika hawa watu hawana nguvu na watashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unielewe kwa makini, naomba hebu twende kwa pamoja kidogo kidogo, ili kusudi tusipoteze hata pointi hata maana, kwa sababu naogopa kupoteza maana au pointi. Naogopa sana, naogopa sana. Baada ya kuhangaika, nahangaika namna gani nimwambie huyu mwanamke, moyo hautulii. Niliporudi magotini, Mungu akaniletea skrini mbele yangu, akanionyesha mambo kama yale, akanionyesha jinsi ambavyo watu watu wako wako utumwani kabisa, wako utumwani, lakini wapo wengine wameshikilia mijeledi, wameshikilia fimbo, wale watu wanatesa watu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huku, nilikuwa nimeambiwa maneno hayo kwamba mwambie atubu. Nilipoanza kufuatilia habari za kwamba huyu mwanamke ni nani, na nilipoenda kwa mchungaji, nikamwelezea jinsi ambavyo nilivyoona, akaniambia, mwanangu, unapaswa tu urudi magotini kwa sababu ujumbe huu ni mgumu na ni mzito na kweli nimeshaanza kuona uzito wake, kwa sababu hata si mimi tu, mpaka na watu walionisikia wameweka komenti za kwao, wakisema aa, mtumishi wa Mungu fikiria vizuri, mwombe vizuri Mungu. Wamo humu wamekomenti, wanasema mtumishi wa Mungu fikiria vizuri, mwombe vizuri tena Mungu. Hili kweli? Hili kweli? ni rahisi samia, lakini hapana. Nataka nikwambie Mungu alinionyesha, akanipa mkazo, akasema hili ni kanisa, ni kanisa la Bwana, na Mungu amekuwa akija mara kwa mara akinionyesha mara kwa mara ndani yangu toka mwaka jana. Mungu amekuwa akinionyesha mara kwa mara kuhusu habari ya kanisa la Mungu, kanisa la Mungu, na wala sio kitu kingine, ni kanisa la Mungu. Msipende, msitake kupindisha ujumbe, kwa sababu ujumbe uko spesho kwa ajili ya kanisa la Mungu, kanisa la Mungu, jumbe uko spesho kwa ajili ya kanisa la Mungu. Jana nikazungumza kidogo nikasema hivi, kanisa la leo limekuwa la kisanii, hata wachungaji wanayajua haya mahubiri yetu ya leo yamekuwa ya kisiasa. Wachungaji wamejikita kwenye siasa. Wanawapeleka wapi hawa watu? Wanalipeleka wapi kanisa la Mungu? Wanalipeleka wapi? Mungu alinionyesha wa, akaniwekea skrini mbele yangu, nikaona jinsi ambavyo watu wako utumwani, wanateseka teseka kabisa. Leo hii yako mateso, watu wamefunikwa na mateso, wanautafuta ukweli uko wapi, lakini hawaoni. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, ukweli ni kukaa na Yesu ndani yako. Ukweli ni kujitambua. Au utapata ukweli, sijui kwa nani, kwa kupitia mafuta wengine, si kwa kupitia kitambaa. Ukweli upo ndani yako, utakapokaa vizuri na Mungu wako, utakapotengeneza vizuri njia zako na Mungu wako, utakapojitambua ya kwamba wewe ni kanisa na yako mambo ambayo kanisa kama kanisa linapaswa liyafate, ndipo utakapoupata ukweli. Nakwambia mtu wa Mungu kwani ma mambo mangapi tunayoyashuhudia? Mambo mengi tunayoyashuhudia, tunayashuhudia mengi sana. Mtu wa Mungu, lazima tuyazungumze. Kwani tusiyazungumze? Kwa sababu ndo, ndo njia ambayo Mungu aliyoiandaa ya kuponywa kwa kanisa, ndo njia hiyo. Watu wamekuwa wakienda kwa sheria za kwao wenyewe, wanajimilikisha watu. Unajua, migongano ya makanisa hii inatokea wapi unaweza ukafikiria ukafikiria vizuri ukajua migongano ya makanisa inatokea wapi? Inatokea ndani ya watumishi wa Mungu wakigombania watu. Kwa sababu gani? Wame, wamejifanyia wamejitengenezea watu wao wenyewe. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kanisa, tunapaswa turudi mbele za Mungu kwa toba, turudi mbele za Mungu kwa toba. Maelekezo aliyonipa Mungu ni kanisa lirudi mbele za Mungu kwa toba. Kanisa linapaswa lirudi mbele za Mungu kwa toba, kwa sababu bila hivyo tutaendelea kukaa utumwani, tutakaa utumwani, tutaendelea kuwa watumwa, tutaendelea kuwa watumwa. Fatilia ibada za leo zikoje. Nataka tu nikwambie, mimi Mungu aliponipa ujumbe huu, ungejua gharama niliyopitia kipindi ambapo ujumbe huu nimedropu nime, nime kuupeleka shetani alipoleta alipo alipoleta kule kusambaa, niliyekuwa namtegemea katika kuniwezesha katika jambo hili kwenye masuala ya kamera akatoweka, akatoweka kabisa. Mtu wa Mungu, nilikaa nifanyeje? Nilikaa najiuliza nifanyeje, nipeleke wapi huu ujumbe? Bwana Yesu asifiwe sana. Nakwambia hii kweli, ungejua ungejua nilichopitia, gharama niliyoichukua, usingezungumza neno lolote kabisa. Yani ungenisikiliza kwa makini, ungenisikiliza kwa makini sana Ulize mama yangu yuko pale Magu mkoa wa Mwanza, huu yuko pale anajua, mzazi wangu anajua, kwa sababu ndani ya ushuda huu, ndani ya ushuda huu anajua. Bwana Yesu asifiwe sana, nataka nikupe huu ushuda, nataka nikupe huu ushuda kwa sababu Mungu aliniambia niliambie kanisa kuhusu habari ya ushuhuda, mwambie kuhusu habari ya ushuhuda. Na ndio maana nina kila namna, nina ujasiri wa kuweza kusimama mbele za watu kusema na kuzungumza habari za jinsi huyu Yesu alivyo Mwokozi, kwa habari za jinsi huyu Yesu ambavyo anavyolitaka kanisa lake kwa nguvu zote, ni kwa jinsi gani Mungu anataka kulileta kanisa lake Bwana alimwambia nenda, uambie ushuhuda wako. Yesu amefanya nini kwenye maisha yako? Kwa sababu bibilia inazungumza kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 11, Paulo anaonyesha, ananukuu, anazungumza, anasema basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo ya tarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa sasa tunapozungumza ushuhuda, maanake ushuhuda hujishuhudii mwenyewe. Yesu alitengeneza ushuhuda. Ushuhuda aliyotengeneza Yesu, yaani yale maisha ya Yesu ndiyo tunayoyahubiri leo, yale matendo ambayo ma Yesu aliyaishi, mahali aliponena maneno yake ndiyo yaliyoandikwa. Maisha ambayo Petro aliyaishi ndiyo tunayoyasoma leo. Watu tunajaa upako, tunahubiri Injili, matendo ambayo Paulo aliyafanya tunayahubiri leo. Ibrahimu aliishije? Alimtoa Isaka, tunahubili yale matendo. Tunapoona yale matendo ambayo Ibrahimu aliyaishi, tunaona Mfalume Daudi alichokifanya. Leo tunasimama, tunaona Daudi alikuwa ni mnyenyekevu, kumbe Daudi mwenyewe alikuwa anaishi tu. Ni maisha aliyokuwa anayaishi ni ushuhuda, watu wamezungumza, wameandika habari zake. Kwa hiyo, Yesu alipomrudisha mtumishi wake, kwamba bibilia ni kama mfano, inatupa kujifunza natupa kuchukua matukio ili tujifunze, tujue wenzetu walitembea na Mungu namna gani. Lakini na sisi Mungu ametupa ushuhuda ile, kwamba mimi nimezaliwa duniani, manake ni neno la Mungu limeshuka ulimwenguni, lazima dunia isikie kile ambacho Bwana amenipa ndani, kwamba Selemani kwa sababu ameshuka duniani, manake ni neno la Mungu limeshuka, ni ushuhuda wa Mungu, lazima ujue ni kitu gani Bwana amekifanya kwenye maisha yake. Sasa yako mambo ambayo wa Mungu hivi punda anakuja kuzungumza na wewe, ili akuonyeshe kwa sababu Yesu akiwa neno, yani wewe ukiwa neno, tumezaliwa si kwa mbegu iharibikayo, lakini ni kwa neno la Mungu. Maanake tumezaliwa kwa neno la Mungu, maanake maisha yetu yanakuwa ushuhuda, maisha yangu yanakuwa Biblia, kitabu cha matendo ya mitume. Bado tunaendelea kuishi, tutakuletea shuhuda nzito, vile Yesu alivyo na nguvu, vile Yesu ametenda kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ungana pamoja nasi wewe wa mtu wa Mungu.